Katika video tuna swali la dondoo kutoka kwenye diwani ya Mapambazuko ya Machweo, hadithi ya Fadhila za Punda, na dondoo lenyewe ni alitega sikio ndi isije ikawa mwenye nyumba kaja na yeye mpangaji akachelewa kumfungulia mlango, itakuwa balaa bimbelua, ndio maana amelala pale juu ya kochi. Swali la a, kutoka kwenye dondoo, weka dondoo hili kwenye muktadha wake, alama nne. Swali la ba Eleza sifa nane za anayerejelewa ni msemaji katika dondo alama nane. Na swali la cha, eleza dhamira ya mwandishi wa hadithi ya Fadhila za Punda alama nane. Tukianza na suali la kwanza, weka dondo hili kwenye muktadha wake. Na unapoeleza muktadha wa dondo, unasema msemaji wa maneno, unasema pia msemeo ama anayezungumziwa eh, unasema haya maneno yalikuwa yakizungumziwa n walikuwa wakizungumzia nini, ndio upate alama zako nne. Na kwa hivyo muktadha wa hili dondoo, haya ni maneno ya msimulizi na anamrejelea Lilia na Lilia yuko nyumbani kwake, na Lilia alikuwa wasi wasi. Na wasiwasi baada ya kugutuka kutoka usingizini kuwa huenda ikawa mumewe amefika na akachelewa kumfungulia mlango. <coughs> Swali la b, eleza sifa nne za anayerejelewa ni msemaji katika dondoo. Anayerejelewa ni msemaji ni Lilia, na katika sifa zake mmoja ni mwenye mapenzi ya dhati, na hili linadhihirika ambapo tunaona anapompenda ana, ana Luka, anafanya kila jambo kuhakikisha amempata. Anamsisitizia babake kuwa Luka pia anastahili mapenzi. hata Eh, Luka anapomtesa ananyenyekea kwake kwa imani kuwa atabadilika. Sifa yake nyingine ni mvumilivu na Luka mumewe anampiga kila mara na hata kumuumiza, lakini anajitia moyo huku akiomba kuwa atabadilika. Sifa yake nyingine ni mcha Mungu. Na Lilia ana imani dhabiti ya kidini. Anamweleza babake kuhusu amri ya Mungu ya mapenzi na, anakutana na Luka kanisani na anapokuwa mwovu anamwombea kwa imani kuwa atabadilika. Sifa nyingine ya Lilia ni mpelelezi. Anapomweleza babake kuhusuluka anapomwona kanisani, tuna, tunaambiwa kuwa macho yake mapelelezi hayakosi kuchunguza na ulimi wake kutangaza matokeo ya uchunguzi huo. Anafahamu kuwa mumewe ana vimada nje licha ya kuwa anatawishwa ama anafanywa akae pale nyumbani. Sifa yake nyingine ni mwoga. Eh, anapomngoja mumewe amejawa na hofu, anamkaroo mkononi na pumzi zikimwenda mbio. Mumea anapofika baada ya kukosa e, e, simu yake, anamfungulia huku akitetemeka kwa hofu kubwa, na haya yote anaonyesha jinsi Lilia ni mwoga. Sifa yake nyingine ni mpenda amani. E, anafanya kila awezalo kuepuka ugomvi na mumea, anyamaza anapouza E, ananyamaza mumeo anapouza kanisa na anakatiza ukuruba na majirani kuepuka migogoro na kumwombea mumeo abadilike. Sifa yake nyingine ni msomi, na tunaarifiwa anatia bidii katika masomo yake na kufaulu katika viwango vyote hadi kufikia chuo kikuu. Swali la cha elezo, dhamira ya mwandishi wa hadithi ya Fadhila za Punda. E, dhamira huwa ni lengo la mwandishi na hoja moja ni kwa dhamira ya mwandishi huyu ni kuonya dhidi ya kuamini watu wanaojeti ucha Mungu kwani unaweza kuwabandia ucha Mungu. Baada ya Luka kuaminiwa kwa mcha Mungu, inagundulika kuwa sivyo baada ya kupata ugavana na kubadilika. Hoja nyingine, ana dhamira ya kutoa ushauri kuhusiana na nafasi ya mzazi katika kukua kwa, kwa mwanawe na jinsi ya kutekeleza malezi kwa tija liimani anajitahidi kumlea vizuri Lilia. Hoja nyingine ananuia kuonya viongozi wasiowajibikia wajibu wao wanapochukua mamlaka, kwa siku yao itafika baada ya kutowajibika. Kama gavana Luka anaishia kupatwa na majungu. Hoja nyingine anaonya dhidi ya uvumilivu usio na tija katika ndoa za dhuluma ambao unaleta madhara Wilia anamvumilia Luka na malipo, uvumilivu wake ni kitabu cha mbwa moja nyingine anadhihirisha jinsi mwanamke anavyodhulumiwa katika jamii jami, na jinsi anavyoweza anavyo kukabili na kupinga dhuluma hizi. Moja nyingine ni kuonyesha sura za migogoro katika jamii na jinsi zinavyoathiri maisha.